Zoezi la uhifadhi wa mazingira haliwezi ukafanywa na taasisi moja ya umma, taasisi mbili za umma, bali inatakiwa lichukuliwe kwa umuhimu mkubwa na sisi wote wa Tanzania. Na kama mnaofahamu tunaelekea pia mwisho wa mwaka ambapo e, tutakuwa na matukio mengi mengi sana yanayohusisha kutumia energy. Kwa hiyo tujitahidi kutumia e, nishati mbadala. Rais wetu Mheshimiwa Mama yetu Samia sami Suluhu Hassan amekuwa akituelekeza na akitusisitiza kutumia nishati mbadala ili kuendeleza na kuzuia uharibifu wa hizi rasilimali. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tuna hakikisha moja tunapanda na nyingine pili tunazuia uharibifu wa, wa misitu. Na jinsi gani sisi kama wahasibu tuko tayari kubadilika kuelekea haya mabadiliko ambayo yanaikumba dunia ili tusije tukaachwa na wakati kwa hiyo tulikuwa na hizo mada kwa siku mbili, na hii siku ya tatu leo ndio siku ambayo tunahitimisha mkutano wetu kwa kufanya jambo ambalo linahusiana na sustainability au mazingira, kwa maana halisi, kwa maana kwamba tunakuja hapa Pugu. ni eneo ambalo liliombwa na kutengwa maalum ili waasibu wote tuweze kuja kushiriki katika kupata kizazi endelevu cha dunia hii ambacho tutakiacha. Zoezi kubwa leo ilikuwa ni kupanda miti kwa ajili ya kuhakikisha tunatunza mazingira yetu, lakini tunaacha dunia ambayo itawafaa hata wale tutakaowaachia, kizazi cha tatu, cha nne na cha kuendelea. Kwayo, miti, uh, kwa hiyo tumepanda miti kwa ujumla isiyopungua mia sita kwenye eneo la misitu hii ya Kazimzumbwi hapa Pugu, na baada ya hapo tukio ambalo limefuata na linaloendelea sasa hivi ni michezo mbalimbali mbali. Kuna michezo ya kupanda milima. Kwa hiyo tunavyoongea, kuna watu tayari wako njiani, wanaelekea kileleni, sehemu ambayo ukifika uh, unaweza ukaiona Dar es Salaam kwa zaidi ya asilimia tisini. Lakini kuna michezo mingine ambayo waliobaki hapa wanashiriki ikiwepo pamoja na kuendesha mtumbwi, kuvua samaki na michezo mingine ambayo watu wanajua kuicheza kwa mfano kama bao na michezo kama hiyo ambayo imeandaliwa maalum kwa ajili ya hilo. Kwa katika upandaji wa miti hapo, tunatunza mazingira ambayo tunasababisha katika environmental protections ya nchi yetu ambayo basically, ni katika kulinda mazingira katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tumeshiriki zoezi hili kikamilifu, tulikuwa wahasibu wengi, tumepanda miti mingi, na tutaamini mazingira yetu yatalindwa na yatatunzwa na uoto wetu asili utakuwa protected kuhimiza mazingira, uhasibu wa mazingira, namna utunzaji na uratibishaji wa mahasibu kwenye swala la mazingira. Kwa hiyo hiyo pia imefanya reflection ya kuahirisha kwamba hatuishii tu kuandika ripoti za mazingira kihasibu, lakini tumedhihirisha kwamba kivitendo tunaweza tukapanda, then kuanzia kwenye kupanda, hata unapofanya quantification au uratibu vizuri namna vilivyo gharama zilizotumika, inakuwa rahisi kutathmini kwamba uhalisia ulianzia wapi. Lakini baada ya hapo tumekuja kwenye sehemu hii ambayo ni sehemu nzuri ya miti yenye asili ambayo haijakatwa, lakini pia mingine imeongezewa, imetupa hewa nzuri, na tumejitahidi pia kufanya utalii kwa kupiga makasia, na hii imekuwa fursa nzuri.